Wasailiwa zaidi ya elfu arobaini na tatu wamepangiwa vituo vya kazi kupitia Sekretarieti ya Ajira hapa nchini katika kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2025. Hiki ni kio moja ya kibarua ambacho kinafanywa na Sekretarieti ya Ajira kwa watumishi. Ni sekretarieti ambayo watu wengi wamekuwa wakijikuta wanakumbana nayo wakati ambako wanahitaji ajira, lakini kuna wale ambao wamebaki tu kusikia kuna kitu kinaitwa sekretarieti bila kufahamu kwa kina majukumu ambayo wanatekeleza. Ni kwa nini kumekuwa na hii sekretarieti, lakini kwa nini mtaani vijana wamekuwa wakilalamika wapati kazi licha ya kwa kwamba wamekuwa wakituma maombi yao kupitia sekretarieti hii? Hicho ndicho ambacho kimetuleta mezani hii leo kwenye Uchanganuzi, na hii ni kipindi hiki ambacho awamu ya pili ya usaili unaendelea chini ya Sekretarieti ya Ajira. Uwepo wa malalamiko akatufanya nasi tuone kuna jambo la msingi la kuweza kufahamu utendaji wa sekretarieti na kusaidia wale ambao wanahitaji ajira. Mi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi hii leo studio tayari tuna wageni ambao wao watakuwa na jukumu la kutupitisha kwenye hali ya mambo ili tupate suluhisho la kudumu na hatimaye watu waweze kunufaika na uwepo wa ofisi ya sekretarieti ya ajira ninaye sacp ibrahim barnabas mahumi ambaye yeye ni mkurugenzi wa utawala wa utumishi wa umma kutoka ofisi ya rais utumishi karibu sana San, san. Kwema. Ha, kwema, kwema. Mambo, mambo, mambo <laughs> karibu sana. <laughs> san, san. Lakini kando yake tunaye mhandisi Samuel Tanguye, yeye ni naibu katibu ambaye anasimamia tehama katika Sekretarieti ya ajira. Karibu sana mhandisi, mambo unasemaje? Mambo mazuri mm. Azam nyumbani <laughs> <laughs> ni kweli, hapa hapa ndiko kwenyewe mambo yote yanapatikana hapa Aswa. Tuanze na hapa uh, kuna watu ambao wanasikia uwepo wa Sekretarieti ya ajira na kuna wengine, kwa sababu ndo mfumo ama utaratibu uliopo wanatumia, lakini hawajui hii Sekretarieti ya ajira ni kitu gani hasa? mm. na tungeanza yes. Sekretarieti ya ajira ni chombo ambacho, eh, kimeanzishwa kwa mujibu wa sera ya menejimenti na ajira, toleo la pili, mwaka 2008 ambayo ilielekeza kiundwe chombo ambacho kitaratibu michakato ya ajira ndani ya utumishi wa umma. Lakini chombo hicho baada ya sera kuwa imetamka sheria ya utumishi wa umma sura ya 298 eh, kifungu cha 291 kikatamka kwamba e, waziri mwenye dhamana ataunda chombo na kitaitwa Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Kwa hiyo e, chombo hiki kiliundwa mwaka elfu mbili na saba rasmi na utekelezaji wake ulianza wa mwaka 2010 ndipo tulipoanza kutekeleza majukumu yetu rasmi, na tunasimamia uratibu wa michakato ya ajira ndani ya utumishi wa umma wote isipokuwa katika taasisi za kijeshi na mihimili ya Bunge na Mahakama mm. Lakini kwa taasisi nyingine zote za umma michakato yake inaratibiwa na Sekretarieti ya Ajira, lakini bado kifungu cha sheria cha 29a cha sheria ya utumishi wa umma sura 298 kimempa mamlaka katibu wa Sekretarieti ya Ajira kukasimu mamlaka ya kuendesha mchakato wa ajira kwa taasisi nyingine za umma mm. na wakati anakasimu Sekretarieti ya, ya Ajira, jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kusimamia e, sheria, taratibu na kanuni zinazoongoza michakato ya ajira ndani ya utumishi wa umma mm. Kwa hiyo ndio e, uanzishaji wake, lakini lengo kuu hasa baada ya kuanzishwa ilikuwa ni kuziachia sasa taasisi nyingine za umma ziendelee kuratibu e, shughuli zao kama ambavyo ziliainishwa katika hati za kuanzishwa kwa taasisi hizo, sababu kila taasisi ya umma inapoanzishwa inakuwa imepewa jukumu lake la msingi. Kwa hiyo kwa mfano kama jukumu lilikuwa ni utangazaji basi muendelee kufanya utangazaji. Masuala ya kuajili sasa chombo hiki ndio kikao kimepewa dhamana ndani ya utumishi wa umma, kilionekana nini hadi mwaka 2007 sasa ikaonekana kwamba tuje na hiki chombo na 2010 ndo kikaanza majukumu yake. Mm, kama nilivyosema, sababu kubwa ilikuwa ni hiyo kwamba tuziachie taasisi za umma ziendelee na majukumu yale ya msingi na jukumu la kuajiri kipewe chombo kingine ambacho ndio Sekretarieti ya Ajira mm. Lakini zilikuwepo sababu nyingine ambazo zilipelekea kwa sababu wakati ule, na mchakato wa ajira ndani ya utumishi wa umma imekuwa ikibadilika badilika toka tumepata uhuru wetu lakini nikizungumzia kwa wakati huo, kabla ya chombo hiki kila taasisi ilikuwa ina jukumu la kuajiri na wakati ule wanaajili, e, kulikuwa na changamoto nyingi za wakati ule. Kwanza serikali ilikuwa inatumia gharama kubwa sana sasa kuratibu michakato ya ajira. Na wakati ule kama utakumbuka, tulikuwa tunatumia njia za magazeti na redio na gharama zilikuwa kubwa sana. Waajili zaidi ya mia tano wanapotoa matangazo kwenye magazeti, kwa serikali kwa ujumla wake ilikuwa ni gharama kubwa, lakini waombaji kwa kazi walikuwa wanalazimika kusafiri mikoa mbalimbali mawizarani na kwingineko. Wakati ule pia ilikuwa ni changamoto kubwa na walikuwa kubwa, walikuwa wanatumia gharama kubwa kuliko ilivyo sasa, okay. Lakini kulikuwepo na viashiria vya, vya rushwa, upendeleo wakati wa michakato hii ya ajira, na hivyo ule uwazi ambao ulikuwa haonekani, kilio cha wananchi na kilikuwa kikubwa, na serikali ikasikia na ndio ikapelekea sasa kuanzishwa kwa chombo hiki. Mm. Tutakuja hapo kwenye rushwa hapo na matumizi ya tehama. Mara nyingi sana sasa hivi tehama inaonekana e, ni kama mkombozi wa kupunguza hivyo vitendo vya rushwa. Uh, uh, mchakato wenyewe huwa unakuwaje sasa, mimi ndo nataka kuomba ajira yeah? eh. <coughs> Nashukuru sana ndugu mtangazaji na kama alivyosema mwenzangu ajira ni moja ya jukumu la serikali serikali ndio katika wale waajiri ndani ya nchi serikali. Ndio mwajiri mkuu katika kwa e, e, mfano tukizungumzia Tanzania ndio mwajiri mkuu ukilinganisha na sekta zingine ikiwemo sekta binafsi. Sasa kwa maana ya utaratibu wa kuajiri ndani ya utumishi wa umma, moja, ajira ni mipango. Kwa hiyo ukiona watu wanaajiriwa, nyuma yake huwa kuna mipango mingi inaendelea kwa ajili ya kuweza kubainisha kwanza mahitaji ya watumishi. Na sisi kwenye utumishi wa umma tuna mfumo unaitwa HR assessment ambao unatusaidia kubainisha mahitaji ma, ma ya watumishi kwa kila taasisi mm. kwa hiyo wakishabainisha yale mahitaji, inakuja swala la kuwekea sasa budget, fedha kwa ajili ya kuweza kugaramia hizo ajira in case zikienda kwa ajili. kwa hiyo mchakato wa kwanza huwa ni waajiri wanaandaa mahitaji yao yanatengenezewa, kuna kitu tunaita kama na bajeti kwa kila fungu kwa kila taasisi. Na baada ya kupata hiyo bajeti, huwa inawasilishwa kwa ajili ya hazina kwa ajili ya kutengewa bajeti, lakini pia kwa ajili ya kuidhinishwa na Bunge. mm. Kwa hiyo ikishaidhinishwa hapo na vibali, mwisho wa safari ikishaidhinishwa, tukawa sasa na kiwango cha ujumla cha idadi za ajira zote zitajika ndani ya utumishi wa umma, huwa kuna kunakuwepo na kipindi cha utekelezaji wa hizo hizo ajira ambazo sasa kazi inayofanyika kwa jinsi ilivyo, e, ofisi ya Rais utumishi yenyewe kazi yake sasa huwa ndio kukusanya yale mahitaji, lakini mwisho wa safari inachukua zile ajira inazipeleka Sekretarieti ya Ajira. mm -hmm. Na kubainisha, na kutoa maelekezo kwamba taasisi labda wizara ya kilimo itakuwa na watumishi mia nne. Kwa sekretarieti ajira endelea kuajiri labda ofisi ya, tukizungumzia ofisi ya rais labda utumishi na yenyewe itakuwa na watumishi arobaini wizara labda ya elimu na yenyewe na watumishi hao. Kwa hiyo tunabainisha hizo ajira, zinapelekwa sekretarieti ya ajira kwa ajili ya kuweza kutekelezwa, na ndio mchakato huo unaenda. Kwa hiyo hapa kuna mambo mawili yanafanyika, ambayo yametengana. Kuna ofisi ya rais utumishi, kazi yake ni kuratibu sasa zile ajira zipatikane na ijulikane ni kiwango gani na zinatumia gharama gani, zikishapatikana, mtu anayeenda kufasilitate, anaweza kuwezesha mchakato wa ajira unaenda kwa sekretarieti ya ajira ambayo majukumu yake yameelezwa vizuri sana na Injinia Tangwe hapo mm. apoandio a kama mtu sasa ndiyo anataka kama sasa hivi tunaona mchakato umeshafikia hatua ya usaili, eh, unaendelea. Mtu anataka kuomba hizo ajira mmetangaza kwamba kama eh, wizara A wanahitajika yeah, watu mia mbili, wizara B wanahitajika watu mia tatu, wizara C hivyo, nini ambacho anatakiwa kuanza kukifanya ili sasa hatimaye aingia kwenye mchakato na mwisho wa siku aje kuitwa kwenye usaili. E, kwe, vibali vya vi ajira vikishatolewa na vikapelekwa Sekretarieti ya Ajira, wenzetu wa Sekretarieti ya Ajira na serikali kwa jumla yake imeandaa, kuna mfumo unaitwa ajira poto. Siku za nyuma tulikuwa tunafanya, ulikuwa unaona watu wanabeba bahasha, ukikutana na posta pale vijana wamebeba bahasha zimepauka na wakati mwingine, lakini tukatoka kwenye huo taratibu, serikali ikaandaa na kutengeneza mfumo wa ajira poto ambao ndani yake unatoa fursa kwa waombaji wa ajira wote hapa nchini kuweza kwanza kujisajili, lakini pia mfumo huo unatumika kwa ajili ya kufasilitate sasa hizo hizo hatua zote za usaili na wakati mwingine paka mtu anapoenda kwenda kupangiwa. Kwa hiyo kazi ya kwanza kama wewe ni, ni mhitimu, unahitaji kuajiriwa kwa maana ya hapa nchini ni lazima kwanza uende ujiandikishe kwenye mfumo wa ajira portal. Okay, kule utaweka vyeti vyako utaweka nyaraka zote zinazohitajika na unaweka mara moja ukishaweka hapo, maanake unakuwa na fursa sasa, ajira yoyote ambayo wewe una, una sifa ya kuweza kuajiriwa unapewa, unapewa taarifa kwamba bwana leo tuna nafasi ya, ya Human Resource Officer. Na wewe kama una sifa unataka kuomba, kwa hiyo kupitia kwenye u, u, u, simu yako na kwenye chochote kama laptop unaweza ukaomba ajira moja kwa moja. Ukisema ndio maanake unachaguliwa, unapelekwa, unaita ile long listing na baadaye mfumo huo unachakata na kuweza kupunguza hao watu kutokana na vigezo, na baadaye prosesi zingine zinaendelea kwenye huo mchakato wa ajira hmm. Uh, ameshatupeleka mhandisi pale kwenye TEHAMA sasa, ambako <laughs> <laughs> <laughs> ndiko watu wengi wanapoona wana, wana, wana uh, kuna uzuri na kuna ubaya wake. Zamani yeah. Kulikuwa tunaambiwa kuna zile ajira za Not, imemo, inabimbo, kinoti kinasogezwa hivi kwa upande wenu kwanza ili kwenye ili eneo la TEHAMA mmefanya nini ambacho mnaweza mkasema kwamba hiki kwanza ni cha kujivunia na kinasaidia mchakato kwenda sawia? Mimi nakushukuru na, na kushukuru sana kwa swali hili zuri, na nitaanza kidogo kukumbusha katika historia ya nchi yetu, huko nyuma tulifanyaje? Tukikumbushana kwenye historia, itakuwa sasa ni vyema kuona tumefikia hatua gani wakati ule sisi tukitafuta ajira tulikuwa kama nilivyosema, unakwenda kwenye vijiwe vyauza magazeti, unamlipa kidogo, anachungulia, unaona kama kuna gazeti, lakini wengi tulipata taarifa za uwepo wa nafasi ya kazi kupitia maktaba za mikoa mm -hmm. Tunakwenda maktaba tunasoma magazeti, tukishaona tangazo unaomba, na ulikuwa huwezi kujua kama barua yako imefika kupitia njia ya posta, ama pengine umempa mtu akupelekee kuweza kujua kama imepatikana na tulipoanza majukumu yetu sisi rasmi sasa tulikumbana na hizi changamoto. Malalamiko ya wakati ule 2010 tunaanza yalikuwa ni makubwa sana ukilinganisha na sasa. Vijana walikuwa hawajui kama maombi yao yamefika, lakini sisi kufungua barua moja moja ilikuwa inatuia ngumu sana. Na mchakato ule ulikuwa unachukua zaidi ya miezi minne kukamilika kwa taasisi moja. Mm. Na hivyo hata waajili tulikuwa tunawacheleweshea kupata Mataigi. Kupata watumishi kwa wakati. Kwa hiyo changamoto zile ndizo zikatufanya tuanze kufikiri tofauti tofauti, lakini jambo jingine la muhimu kabisa watanzania wanataka wanatakiwa kulijua ni kwamba hata taarifa kwamba kuna ajira zimetangazwa kwa kweli kwa njia za magazeti, na magazeti yanaishia katika maeneo ya mijini peke yake. Watu waliokuwa wanaishi pembezoni hawakuweza kujua e, uwepo wa nafasi za ajira. Kwa kama Sekretarieti ya Ajira tulianza kwanza kuliangalia eneo la upashanaji wa habari. Ninyi wanahabari mmekuwa -hmm. mkusaidia mara nyingi kwenye lo pashanaji habari kwa wakati ule, tulifungua tovuti ya Sekretarieti ya Ajira ambayo inapatikana kwa anwani ya www.ajira.go.tz. Lakini pili, tumeendelea mbele, tumefungua eh, kwenye mitandao rasmi ya kijamii. Ukienda kwenye Facebook, Twitter, Instagram, unatukuta kule. Wakiandika tu eh, wadau wetu Sekretarieti ya Ajira, wanatupata lakini pili, tumeenda mpaka kwenye WhatsApp channel lakini kutokana na mabadiliko ya teknolojia m, tunatumia pia contact center yetu tunayo, na wanaweza wakaiona wakapiga simu moja kwa moja, tunazo namba maalum 0262160350 nairudia 0262160350 mhandisi hiyo ya kulipia uburi hiyo akipiga ni charges kidogo tu. Na, okay. Lakini atapata zile huduma zote za kujihudumia yeye mwenyewe. Mm. Sasa yale maombi tuliyojengea mfumo wetu wa ajira poto. Mfumo mm. ambao uliuliza swali mwanzoni eh, anatakiwa afanye nini? Cha kwanza anatakiwa na barua pepe ili aweze kufungua, lakini cha pili anatakiwa na namba ya NIDA, sio kitambulisho cha NIDA mm. ili kwa sababu mifumo yetu inasomana. Okay. Na tatu awe na nakala za vyeti ambavyo vimethibitishwa na wakili au hakimu kwa ajili ya kuviingiza mara moja na baada ya hapo ndani ya mfumo eh, anaweza akajiunga kwenye sehemu ya job alert. Kuna sehemu akiingia kwenye mfumo wetu imeandikwa job alert pale, ambapo tunapoweka matangazo ya kazi yanaweza akamfikia moja kwa moja kwa njia ya email ama simu yake. Sasa vijana wanapoomba, eh, ile michakato sasa hivi anaomba mara moja, na wale wenye sifa peke yake ndio wanaweza kupenya. hmm. matangazo yetu yote sisi ajira yanatoka kupitia mfumo wetu hatuiandai tena kama tulivyokuwa tukiandaa zamani, lakini tunaji, tunajibizana sisi na wadau wetu na hasa waombaji fursa za ajira. Pale ambapo maombi yamepokelewa, tutawapa taarifa. Tunapowaita kwenye usaili, tunampa taarifa kupitia akaunti yake, lakini pili tunamwambia wapi na muda gani atafanya ule usaili wetu. Sasa tunazo usaili za aina tatu, na mimi nitaelezea ile usaili ambayo ninyi mmekuwa mkiifahamu sana maarufu kama yamchu ya mchujo, kualika watu wengi katika eneo moja. Hiyo ndio ina malalamiko kweli. Sasa hilo eh, ni moja ya mafanikio ambayo sasa naendelea kuyazungumza kwamba katika eneo hili ndugu mtangazaji, sisi tumeweza kujenga mfumo wa kidijitali okay, ambao unatuwezesha sasa kuendesha usaili ule kwenye ngazi ya mikoa na lengo ni kufika kwenye ngazi ya wilaya. Katika ngazi ya mikoa eh, tumesha baini vituo maalum tunatumia vyuo eh, vikuu vya umma nchini lakini pili vyuo vya kati hata shule za sekondari ambazo ina miundombinu ya tehama, na katika hilo mfumo ule sasa vijana hatuwapeleki tena Dodoma ama ilivyokuwa Dar es Salaam. Mm -hmm. Wa Dar es Salaam wanabaki Dar es Salaam wanafanya usaili wao kwa njia ya kidijitali, walioko mkoa wa Mara wanafanya mkoa wa Mara, na hilo tumewapunguzia zile gharama za kusafiri mara kwa mara, na katika hili, na uzuri wa mfumo huu unasahihisha hapo hapo kwa kijana kabla hajarudi, e, ka, nyumbani mm -hmm. tayari matokeo ya usaili ule anayapata na anajua kama anaendelea kwenye hatua ya pili ama la. Okay. Na kikubwa ni kwamba wanapoendelea na ule usaili mwingine wa mahojiano ya ana kwa ana pia hatuwaleti kwenye eneo moja, tutawafanyia aidha kwenye ngazi ya mikoa ile ile ama kwenye ngazi ya kanda. Lakini kizuri zaidi ni kwamba sasa hivi zile barua we, ukiangalia barua yoyote ya kazi lazima isainiwe, na jukumu lile alikuwa nalo katibu wa Sekretarieti ya Ajira kuhakikisha zile barua maelfu kwa maelfu, na msailiwa mmoja aliyefaulu usaili ni nakala sita za kusaini. Mm -hmm. Kwa ukiwa na watu wao 443 wasema na hiyo ni takwimu ya kwa mwaka huu wa fedha, sio. mm -hmm. Kwa miaka ile mm -hmm. ya kipindi cha miaka sita. Mm -hmm. E, mtendaji mkuu alikuwa <coughs> na mzigo mkubwa sana wa kusaini barua. Lakini sasa zile barua tunazisaini kwa njia ya kidigitali. E, mara moja tu saini zote, barua zimesha sainiwa na vijana tumwafikishia zile barua kwenye akaunti zao. Kwa kijana wa Kitanzania anayefanya usaili wake Dar es Salaam ahitaji kwenda sehemu yote ile mpaka barua ataipata kiganjani kwake. Okay. Kwao ataiprint, ama hana hela ya kuprint atakwenda kumwajiri na mwajiri tumemtumia kwenye akaunti ya mfumo wetu wa ajira portal. Mm -hmm. Kwa hiyo haya ni mageuzi makubwa kutoka kwenye malalamiko mpaka sasa. E, akiwa Dar es Salaam kijana ataomba kazi, akiwa Dar es Salaam atafanyiwa usaili, akiwa Dar es Salaam barua yake ya kazi ataipata akiwa nyumbani kwake kupitia kwenye kifaa chochote cha kidigitali ambacho atakuwa nacho ataweza kuona nimepata kazi, na sisi, akishaona ile anakwenda kumwajili moja kwa moja kulipoti. Kwa haya ni, ma, mageuzi makubwa ambayo tumeyafanya. Mm. Lakini sambamba na hili pia e, hapo katikati vijana walikuwa wanajaribu kudanganya na kuficha sifa. Na mheshimiwa rais wetu amekwishaelekeza e, alitoa mwongozo mahususi mm, kuhakikisha kwamba mifumo ya serikali inaonana ili kuhakikisha kwamba taarifa zinakuwa ni sahihi na katika hili nipende tu kutoa taarifa kwa vijana waliokuwa wanadanganya sifa. Tayari tumekwisha unganisha na mifumo ya NACTIVATE, tumeunganisha na mifumo ya, bodi ya mikopo. Wale waliokuwa wanashusha sifa pengine wasijulikane, kwa sababu sasa hivi bodi ya mikopo hata kama umeomba ya chini tayari wana jina lako na wanafahamu kwamba huyu ameajiliwa kwa, kwa nafasi hii na tayari tuna mdai kwao, wale wanafanya marejesho e, ya mikopo yao kirahisi, kwa sababu taarifa sahihi sasa wanazipata ko kwa, kwa uchache kabisa, hayo ndiyo maboresho tuliyofanya Sekretarieti ya Ajira, ingawa sasa lipo eneo moja ambalo ningependa nalo nilisemee, eh, ambalo okay, tulikuwa hatujalifanya vizuri, lakini kupitia maboresho yanaendelea tunakwenda kulikamilisha hili. Na hili sasa tunataka hawa wasailiwa kabla hawajaenda kwenye vituo vya kazi kulipoti, tuanze kuwapima haiba na tabia hmm, haiba na tabia za wasailiwa, na hili ni eneo muhimu sana pale ambapo unampeleka kijana ambaye ni ameonyesha umahiri kwenye taaluma yake, lakini eneo la kuwapima haiba na tabia tulikuwa hatujalifanya vizuri. Na nipende tukuwajulisha kwamba hatuna tabia nzuri wala tabia mbaya, lakini <laughs> <laughs> lengo la hapa ni kubaini vitu vilivyojificha ndani yako. hmm. Wewe bwana, unaweza kuwa ni mzuri sana kwenye utangazaji, lakini pili Eh, mwajili unapokwenda kule anaweza akawa na picha tu kwamba wewe ni mtangazaji mzuri mm -hmm. Lakini kumbe wewe una sifa nyingine nzuri ya kwamba popote unapokuwa na mikataba na mambo mengine ya kuzungumza, basi kumbe wewe unafiti zaidi okay. Sasa vitu kama hivyo ambavyo vilikuwa vimejificha kwa hawa vijana ndivyo tunataka kwenda kuviibua. Tunapokupeleka kwa mwajili, tunampelekea na sifa zako za ziada nyingine yeah, okay. kwa ajili ya yeye kuweza kukutumia vizuri zaidi, lakini pili kuonyesha kwamba huyu ni, ni, ni, ni mtendaji mzuri atafanya vizuri Ebu kabla hajaingia kazini mboreshe kwenye eneo hili na hili na hili aweze kuwa vema. Sasa ile ni, ni tool ambayo inakupima kisayansi zaidi mm. kwa sababu sasa hivi wengi kujua tabia nzuri au mbaya <coughs> ni kwa kunitazama au kuambiwa na mtu lakini tunataka sasa eh, tehama mm. itusaidie kubaini tabia na haiba za wasailiwa mm. Uh, SSP Mahumi tumeambiwa kwa urefu hapa mambo ambayo yanafanyika kuanzia namna ambayo teama imesaidia kuondoa hayo malalamiko, licha kwamba hayawezi kuisha yote kwa siku moja. Mambo gani ambayo sasa uh, mnajivunia kusema kwamba baada ya ujio wa hii Sekretarieti ya Ajira tumefanikisha moja, mbili, tatu, nne, tano na sasa tunaona mwelekeo wetu ni chanya kwenye mwenendo huu? Ni kushukuru sana. <clears throat> Ndugu mtangazaji na mwenzangu alishaanza kutaja zile faida ambazo tumeshazipata tume kama serikali. Moja ni kufupisha ule mchakato wa ajira ambao siku za nyuma ulikuwa unachukua muda mrefu sana. Sasa hivi umekuwa mfupi, kwa hiyo umetoa fursa kwa waombaji kuweza kupata kazi ndani ya muda mfupi, lakini pia imeweza kutoa fursa kwa kila muombaji kwa sababu kila Mtanzania kwa mujibu wa katiba, sheria na taratibu zilizopo ndani ya nchi hii mm, mm, mwenye sifa ana haki ya kuweza kuomba ajira, ajira. Kwa hiyo kupitia kwenye mfumo huu tofauti ulivyokuwa unazungumzia vile vinoti vile vilivyokuwa vinapelekwa au unatumwa mm, nenda kwa mzee fulani akupokee. Sasa hivi <laughs> hakuna mzee, mzee ni mfumo na kila mmoja anaweza akamfikia huyo mzee, mm, na akapata fursa ya kuweza kuomba ajira na akiwa aki na sifa na uwezo wa kuweza kupita usaili akaajiriwa. Na umepata shuhuda nyingi sana hata kwa watu ambao ni wa hali ya kawaida kule vijijini ambao katika mazingira ya kawaida singeweza kupata ajira kwa sababu, il, labda labda, kwa sababu labda lazima ujulikane kwa mtu fulani mm. lakini kupitia mfumo utaratibu huu uliowekwa na Sekretari ya Ajira au kuwepo ya Sekretari ya Ajira, kila Mtanzania ameshakuwa na fursa ya kuweza kupata ajira, na ikitokea amekosa hiyo ajira, anaelewa kwamba kumbe nina fursa wakati mwingine wa kuweza kupata hiyo ajira. Lakini lingine kubwa, nimezungumzia kasi lakini mm, pia kutokana na ufanisi wa Sekretarieti ya Ajira, Mheshimiwa Rais wa awamu hii mm -mm. ameweza kutoa vibali vingi sana, kwa sababu kama tuna uwezo wa kuprocess hivyo vibali. Tangu aingie, kwa mfano mathalan, ametoa vibali laki moja na elfu hamsini na tano elfu na nane. Ni kiwango kikubwa kweli. Hizo tunazungumzia na ajira mpya mm, ambazo zimefanyika ndani ya miaka hii minne, na hapa tunazungumzia watanzania waliokuwa mtaani wameshaajiriwa. Mwaka ujao wa fedha kwa mfano pia tuna watumishi wengine elfu arobaini na moja na mia tano serikali itaajiri. mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukaona tukizungumzia uwepo wa sekretari ajira na mfumo wake, maanake kuna watu wataendelea kupata ajira na tukaendelea kupunguza hilo tatizo la ajira kwenye utumishi wa umma, lakini tunazungumzia hizo ni ajira mpya. lakini mm -hmm. tuna ajira mbadala. Leo mtu amefariki, amefukuzwa kazi, ameacha kazi, huwa tuna utaratibu ndani ya serikali wa ku replace zile ajira. Kwa hiyo kuna ajira karibu 41,600 kama na 73 na, na zenyewe pia zimetolewa. Kwa hiyo tukizungumzia miaka hii minne tunazungumzia ajira karibu laki mbili na hamsini. Na, mm. na mimi kwa bahati nzuri nimesimamia eneo la ajira kwa muda kidogo. Katika miaka yote tangu tupate uhuru hatujai mm. kuwa na wingi wa ajira hizi zilizotolewa na serikali katika kipindi kifupi hiki. Kwa hiyo dhamira ni ya serikali kwa sababu tuna tuna Sekretarieti ya Ajira. Kila mwajiri sasa hivi angalau ana watumishi wa kutosha wa kuweza kufanya majukumu yake. Kwa hiyo hiyo, tumeona ni mafanikio, lakini pia mafanikio mengine makubwa, kuna umoja wa kitaifa umeshaanza, unaendelezwa mm. ule umoja na utengamano wa kitaifa, kwa sababu kama kila mmoja ana fursa ya kupata ajira kwenye pembe yoyote ya Tanzania bila kujali rangi, kabila na masuala mengine, maanake tunaendelea kudumisha umoja wa kitaifa tofauti na ajira hizi zingi tungeanza kugawana vipande vipande, kila moja aanze mm. kuzibeba na kuzitekeleza kuzi kwa namna yake. Nafikiri ungeweza kuona nini kingeweza kutokea kama ambavyo unaweza kuona kwenye sehemu zingine za nchi za wenzetu kule mm. sehemu uh, ya ajira ni very sensitive kwa, kwa utaratibu huu wa serikali, maanake pia tunalinda umoja wa kitaifa lakini pia na hata usalama wa nchi kwa ujumla wake. okay. yeah. wakati wote tumekimbia sana mhandisi, um, tangue kwa sekunde 30. ujumbe wako ni nini sasa? Ujumbe wangu ni kwamba wadau wetu hasa wazidi kuiamini Sekretarieti ya Ajira, wajipange na wajiandae vizuri kwa ajili ya kufanya usaili ili waweze kuja kuingia ndani ya utumishi wa umma kutuongezea nguvu kazi, kwa sababu mazingira ni wezeshi ya haki na usawa. Habari ulioanza nayo ya vimemo na vitu vingine vya namna hiyo, amezungumza mkurugenzi Mahumi hapa kwetu sisi, imebaki kuwa ni historia. Kwa hiyo hata tukitoka hapa haina haja na wewe na wenzako kutamani kupata namba yangu kwa sababu tayari mfumo wa ajira poto, ndio siri pekee ya mafanikio na maandalizi binafsi. Watoto wa mjini wanasema unatuondoa kwenye njia. Neno lako la mwisho, tumalize. Mimi nichukue fursa hii kwanza kuishukuru sana serikali, hasa hii ya awamu ya sita, kwa namna ambavyo imeliona eneo la ajira na kutoa kipaumbele. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa waajiri wote, kwa nafasi ya ofisi yetu, nitoe wito kwa waajiri wote hii michakato ya ajira ambayo inaendelea basi, tuifanye tushirikiane na wenzetu wa Sekretarieti ya Ajira, tuifanye kwa viwango vya uadilifu wa hali ya juu, ili kila moja aweze kuona haki inatendeka. Lakini pia nitoe tu eh, salamu kwamba ajira zinaendelea kutolewa na serikali. Kwa hiyo waombaji wote waendelee kukaa mkao wa kuweza ku, kuomba na hatimaye kuweza kupata ajira, kwa sababu serikali yao ya sasa hivi inahitaji ina, ina nguvu kazi ya kutosha kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali mbali. Okay. Maneno ya kwake mkurugenzi wa utawala uh, wa utumishi wa umma ofisi ya rais utumishi, SACP Ibrahim Barnabas Mahumi, ambaye nimekuwa naye hii leo kwenye Uchanganuzi. Lakini kando yake amekuwepo mhandisi Samuel Tangui ambaye yeye ni naibu katibu ambaye anasimamia tehama kutoka Sekretarieti ya Ajira. Ni washukuru sana kwa kuwa nami na, na, kwa nukta ndo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa juma hili, panapo majaliwa tutakutana tena Jumatatu ijayo kwa kipindi kingine cha uchanganuzi. Leo tulikuwa tunaangalia mafanikio na utekelezaji wa hali ya mambo ilivyo ndani ya Sekretarieti ya Ajira ambayo kazi yake kubwa ni kuhudumia ajira zote ambazo zipo kwenye eneo la utumishi wa umma, wawe mawizara ama taasisi zote kasoro tu vile vyombo vya ulinzi na usalama, na tumeweza kupata hiyo elimu ya wewe ambaye kijana unahitaji ajira, utaratibu ni kwenda kwenye poto yao na kuweka hivyo vyeti ambavyo vinahitajika, kisha baada ya hapo, unakaa mguu sawa kuweza kusubiri siku ya kuitwa kwenye usaili. Nikutakie tu usiku mwema na kila la heri, naitwa Nurdin Selemani.